Asante sana Hilda, habari za hapa ni shwari kabisa nipo eneo la Kariakoo, eneo ambalo unaweza kusema ndilo lenye pilika pilika kuliko maeneo mengine yote kwa Tanzania, hivyo ndivyo ninavyoweza kusema. Lakini kwa leo hali imekuwa ni tulivu na tofauti kabisa ile miangaiko ya asubuhi, ambao wafanyabiashara wanatoka nje na ndani ya Tanzania kwa ajili ya kuja kufuata mizigo na mambo mengine. Hali imekuwa ni tofauti kabisa, kama unavyoona kulia, kushoto, pembeni yangu, kila mahali foleni ambayo imezoeleka kuwepo pamoja na mahangaiko ya hapa na pale. Leo hali ni tofauti, kila mahali kuna utulivu. Hii inaashiria kwamba ni watu wametoa nafasi kwa ajili ya kwenda kupiga kura kama ilivyozoeleka. Lakini maduka na yenyewe yamefungwa tofauti na ambavyo inakuwa siku za kawaida. Hiki ni kiashiria cha kwamba wananchi wameitikia wito wa kwamba wataenda kupiga kura, hivyo wametoa nafasi kwa ajili ya kwenda kufanya zoezi hilo. Lakini pia katika vituo mbalimbali vya kura ambavyo tumepita tayari, watu wanaendelea kupiga kura, huku wengine wakiendelea kufika katika maeneo hayo, ili kuhakikisha wanaenda kutimiza haki yao ya msingi kama ilivyo kawaida. <coughs>